Wanaharakati wa vuguvugu la Mama Kenya wanaojihusisha na utetezi wa haki za wanawake wanazihimiza vyama vya kisiasa kuhakikisha ushirikishwaji wa wanawake wa ngazi za mashinani katika miundo ya vyama na mazungumzo ya uundaji wa miungano. Wanawake hao wamebaini kuwa walikuwa sehemu kubwa ya wapiga kura waliosajiliwa katika uchaguzi wa 2022, hivyo ushiriki wao ni muhimu kwa ujumuishaji na uongozi bora. Ni kwenye harakati za kuhakikisha kina mama wanashirikishwa vilivyo katika masuala ya uongozi na uundaji wa sera atulani. Viongozi wa Mama Kenya Movement wamenuia kuwaleta pamoja wanawake kutoka vyama vyote na dini zote kuhakikisha hawajasalia nyuma, hasa wale wa mashinani ambao ndio nguzo kuu ya maendeleo ya jamii na mshikamano wa kijamii. The Mama Kenya Movement urges all political realignments to ensure meaningful inclusion and representation of women at all levels of leadership and decision making. Their participation is critical to the legitimacy, inclusivity and effectiveness of governance. Jambo lingine ni kwamba kama Mama Kenya hatuna mipaka. Na ukiangalia hapa kuna wamama wa kila chama tulikuna nao. Tumekuja pamoja Waislamu, Wakristo, wa vyama vyote, lengo letu ni kuhakikisha kuna mabadiliko na nafasi ya mama inatambulika katika maendeleo. Kundi hilo likitoa wito kwa vyama vya kisiasa na viongozi wa kisasa kutambua ushawishi wa kijamii na wa kisiasa wa wanawake na kuchukua hatua mahususi kuhakikisha wanahusishwa katika mchakato wa maamuzi nchini. Women constitute a significant proportion of Kenyan's population and electorate, representing over 49% of represented voters. In 2022 general election. This movement emphasizes that women must not be sidelined, particularly those at the grassroots, who are key drivers of community development and social cohesion. Kwa hivyo tumekutana hapa kuangalia changamoto zetu za kijamii hasa wakati huu, kuna mambo ya gender based violence, kuna mambo, wa, mambo mengi kina mama tumewacho nyuma. Wamelalamikia idadi ndogo ya wananchi wanaojisajili kama wapiga kura kutokana na ukosefu wa uhamasishaji kutoka kwa viongozi waliowachagua na kuwataka wanawake kuongoza kampeni za uhamasishaji ili kujipatia idadi ya kutosha ya wapiga kura kwa ajili ya kuwachagua viongozi wa mabadiliko mwaka elfu mbili ishirini na saba. So sisi kama Mama Kenya Movement tuna advocate ya watu waweze kupiga kura. Tunazunguka kaunti zote, tuko na viongozi wetu, na mbali na hiyo maswala na changamoto ambazo zinakumba jamii, tunapata kwamba watu wengi habari, viongozi wengi wanachaguliwa, lakini mambo ya jamii haiwahusishi. Naamini ni sisi kukusanyika leo hapa ni sababu moja au mbili, maana tuona uandikishaji wa kura pia umekuja lakini sijaona hata kama kuna grupu nyingine ya kina mama wengine ambao wahamasisha watu kwenda kuchukua kura. Ukiangalia registration iko very low Mombasa kwetu, as if we don't have leaders and we are having leader, leaders whom we elected with our hands, with our card but we don't see them coming up with the voice kutulekeza where to go. Sasa tumedecide sisi wenyewe kama kinamama, maana Mombasa ni yetu, siyo yao. We are the one who elected them to be the MPs to be the senators to be the women rep to be the governor we are the one who elected them and to make it worse now tumeamka na tupeleke kutana kiuzuzu